Ikiwa katika siku za usoni unakusudia una kuelekea katika nchi za ugaibuni nchi kama za Canada, Uingereza, Marekani, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia, USA, unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa ushauri, mwongozo pamoja na maelekezo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, Bila shaka imepita siku moja toka Rais Donald Trump alipotuma message nzito katika mamlaka za nchi ya Israel, akizishitumu moja kwa moja kutokana na utokan na plani yao ya kuendeleza kesi zinazomkabili waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Kutokana na maelezo ya Rais Donald Trump, yanaashiria wazi recognition yake au utambuzi wake wa mchango wa waziri Netanyahu katika nchi ya Israel, akieleza kwamba waziri Netanyahu ndio waziri ambaye amepambana kuliko mawaziri wote ndani ya nchi ya Israel lakini vile vile haitegemei kama kuna mwingine anaweza akapambana katika leo yake. Kwa hiyo haifai kuendeleza kesi zinazo mkabili waziri Netanyahu, kutokana na statement ya Rais right Donald Trump, kuna mambo mengi tunaweza tukaya track au tunaweza tukajaribu kuya kuyanasa kutokana na statement statement statement yake, yake actually ni statement ambayo inavunja msingi wa utawala bora ndani ya nchi ya Israel kwa sababu ndani ya nchi ya Israel ni kama nchi yote ya kidemokrasia ambayo ina utaratibu wa kufuata. Uh, tunasema ni separation of power, ile kutenganisha nguvu za kiutawala ndani ya nchi. Maana yake kuna sehemu ya executive office, kuna sehemu ile ya mamlaka ya kiserikali, kuna sehemu ya mahakama na kuna sehemu ya bunge. Hizi ni sehemu ambazo zinakuwa tofautiana katika baadhi ya badia, rai, misimamo na mienendo yake kuzungumza kwake kwamba mahakama haitakiwi kuendelea na kesi ya Benjamin Netanyahu au mamlaka zilizomshtaki Benjamin Netanyahu inatakiwa ziondoe kesi hiyo, maanake ni kuashiria wazi kwamba anataka utaratibu wa utawala bora ukiukwe ndani ya nchi ya Israel kwa sababu ya umuhimu wa Waziri Netanyahu, jambo ambalo hatuna uhakika moja kwa moja kama litakubalika au litakataliwa na mamlaka za nchi ya Israel lakini kubwa zaidi ni mwenendo wa mambo ambao tumekuwa tukiendelea kuona. Jambo la kwanza ni kauli iliyotolewa leo na waziri mambo ya mawaziri wa ulinzi wa nchi ya israel Israel akitoa maelekezo katika idara za usalama wa nchi za ya, yeah, katika nchi ya Israel akiziamrisha kwamba zinatakiwa zi implement au zitekeleze plani ya Lebanon ndani ya nchi ya iran tawa zijiandae kutengeneza plani kama plani ambayo Israel wamekuwa wakifanya katika nchi ya Lebanon. Nayo si plani nyingine, ni plani ya kuendelea kufanya mashambulizi baada ya makubaliano ya ceasefire. Ikiwemo siku ya leo, nchi ya Israel imefanya mashambulizi mengi kusini mwa Lebanon, pamoja na kwamba wana makubaliano ya amani baina yao na kundi la Hezbollah. Kwa utaratibu huo huo Israel kasa ameziagiza idara za usalama za nchi ya Israel hasa uh, idara za anga kwamba ziendelee ku maintain aerial supremacy, ziendelee kudhibiti uh, ubora wake katika anga, ukizingatia kwamba katika mgogoro wa siku kumi na mbili baina ya nchi ya Israel na nchi ya Iran, Israel mashambulizi mengi ilikuwa inayafanya kupitia upande wa anga, kwa maana ya kutumia ndege hilo limefuatiwa vilevile na maelekezo kwamba lengo la Israel ni uh, kukusudia kushambulia maeneo ambayo itakapokuwa kuna nuclear program zinaendelea, lakini sio tu nuclear program, vile vilevile kama kuna utaratibu wote wa utengenezaji wa silaha ndani ya nchi ya Iran. Plani hii ni plani ambayo uh, actually kwanza inafanya tofauti na Uh, makubaliano ya amani ambayo inaonekana kwamba ilikuwa forced na uh, Donald Trump na kufosiwa na Donald Trump, vile kuna ashiria wazi kwamba palikuwa kuna strategic defeats, palikuwa kuna kushindwa kimkakati kwa nchi ya Israel, ukizingatia mashambulizi yalikuwa yanafanyika katika sehemu ambazo ziko very very potential ndani ya nchi ya Israel kiasi ambacho ndani ya siku kumi na mbili hasara ambayo imesababishwa na jeshi la Iran katika nchi ya Israel ni hasara ya takriban dola bilioni ishirini ambayo ni huge amount of cash, ni kiasi kikubwa sana cha fedha. Kwa hivyo ripoti nyingi zinaonekana kwamba rais uh, Donald Trump kulazimisha kwamba lazima wafikie katika makubaliano ya amani na vita istop, ilikuwa ni kuonekana balancing of power, kuonekana mwenendo wa vita jinsi ulivyokuwa unakwenda. Israel walikuwa uh, wameshindwa ku maintain ubora dhidi ya nchi ya Iran na badala yake madhara kwa upande wao ilikuwa inaonekana ni makubwa zaidi, kiasi ambacho Marekani akaona ni bora aweze kuintervene, kwa sababu kama ingekuwa Israel ndio ana nguvu zaidi kushinda uh, Iran bila shaka Marekani wangeendelea ku bless na ku support ili Israel amalize kazi yote. Lakini kitendo cha Marekani kuingilia kati ni kuashiria wazi kabisa uh, ule tunasema mpango mkakati ambao ulikuwa umeendelewa na Israel ulikuwa unaonekana kwamba hauwezi ku achieve moja kwa moja. Ukiangalia mpaka vita uh, ime stop, tunaona kabisa kwamba uh, licha ya kwamba zile nuclear site hata kama zimepata madhara lakini sio kumalizika kabisa, lakini vile vile kuna kiasi cha uranium ambayo imesha rutubishwa uh, takriban kilo 400 ambazo hazijulikani zilipo na mamlaka za Irani zimeweza kuhifadhi. Uh, kutokana na Marekani kuweza kuleta madhara katika sehemu kama ya Natanz katika zile konveta ambazo zinaweza kubadilisha tunasema ni ile uranium ambayo imetoka ime kuvunwa kutoka ardhini katika ile hatua ya mwanzo tunasema ni uranium ore, ambapo oh, uh, inapopelekwa katika mitambo hubadilishwa ikaenda katika steji ya pili ambayo tunasema ni uranium cake. Sasa pale na tans mitambo ile ilikuwa ina uwezo wa kubadilisha ile uranium cake kuwa uranium uh, hexafluoride ambapo ukishafikia katika kuwa ni, ni uranium hexafluoride ambao wakati mwingine ikihifadhiwa inaweza ikawa katika hali kama ya kimaada, maana yake kama kitu kigumu, tunasema ni solid state au wakati mwingine inaweza ikabadilika ikawa ni mfano wa gesi. Kwa hivyo hatua ya mwisho ya kuibadilisha uranium hexafluoride kuipeleka katika uranium metallic, ambayo hii uranium metallic ndio inaweza uh, ikaweza kutumika hata katika utengenezaji wa mabomu. Maana yake hii ni steji ambayo sio ngumu kwa kiwango hicho, kama anavyozungumza uh, Stephen Witkoff kwamba kwa sababu amefanya mashambulizi katika sehemu ya Natanz. Sehemu ya Natanz actually ni sehemu ambayo mara nyingi tunaweza tukabadilisha uranium cake kuipeleka kuwa uranium hexafluoride, lakini sio kwamba ni sehemu ambayo inaweza ikazuia kwamba watu wasiweze kufikia mwisho kabisa kwenye kutengeneza uranium metallic na uwezo huo kwa sasa hivi, so Iran wanao kwa hivyo actual, pamoja na hiyo plan ambayo imetengenezwa na au inazungumzwa na, na uh, Israel Katz ya kudhibiti urutubishaji wote wa uranium, bado kuna swali la msingi la Iran pale walipofikia sasa hivi. Maana yake kutokana na tishio linaloendelea wanaweza wakaenda mbele kutengeneza uh, uranium metallic. Uranium metallic ambayo inaweza kutumika katika kutengeneza silaha moja kwa moja na bila mtu yoyote kuweza kuwazuia. Kwa hiyo actual tunaona plani hii ambayo Israel Katz ameizungumza leo, inawezekana ni moja katika sababu au ni mazao ya waziri uh, Rais Donald Trump kuzishituma mamlaka za nchi ya Israel kwamba ziondoe kinga, ziondoe i mean uh, utaratibu wa kuenda kumshtaki Benjamin Netanyahu. Maana yake ni kwamba inawezekana kuna kazi ambayo Benjamin Netanyahu anatakiwa aendelee kuifanya, lakini actual hili tunaona kabisa moja kwa moja kwamba litakuwa lina matokeo ambayo sio mazuri, kwa sababu hatua ya mwanzo ya mashambulizi ya nchi ya Israel kushambulia katika nchi ya Iran, Iran walikuwa wanafahamu kwamba Israel katika siku za usoni wana mpango wa kushambulia Iran, lakini haikuwa kwa haraka hivyo. Ina maana kwa sasa hivi matamko yanazidi kwenda, ni kuashiria wazi kwamba Iran inaweza ikaja na mpango mkakati wa tofauti ambao inawezekana vile vile ukawa na madhara kinyume cha vile ambavyo kina Israel Katz wanajaribu kuzungumza, lakini vilevile kauli ambayo Rais Donald Trump alizungumza kuzishtuma mamlaka za, za Israel kuhusiana na kuendeleza kesi yao dhidi ya waziri Netanyahu, vilevile inatuashiria baadhi ya statements ambazo zimeanza kutoka zikiashiria kwamba kuna mpango wa mbeleni wa kustopisha vita ya Gaza, kuna mpango wa mbeleni wa kustopisha vita ya Gaza. Pamoja na kwamba kila tunavyojaribu kutazama tunaona kwamba kuna wa yani, uh, tukiangalia kauli ya Rais Donald Trump inaweza ikatupa ishara hiyo kwamba lengo la kumuondoa uh, Benjamin Netanyahu au kumpambania Benjamin Netanyahu kesi zake ziondoshwe, lengo na hii ni kwa sababu vita zitakapokwisha lazima nchi ya Israel ingie katika uchaguzi uchaguzi ambao kwa upande mmoja au mwingine unaweza ukamweka pembeni waziri Netanyahu na ukimweka pembeni waziri Netanyahu automatically atalazimika aweze kuendelea na kesi zinazomkabili kwa hiyo ili kuzuia uchaguzi usifanyike na ili kuzuia kesi vile vile zisifikie mwishoni maana yake ni beta zaidi akaendelea kupigana vita kwa hiyo plani ya rais ah, Donald Trump ya kumuondoa kumuondolea uh, kesi waziri Netanyahu inawezekana ni kwa sababu vilevile kuna plani ya kustopisha mapigano katika eneo la Gaza, jambo ambalo bado linatupa shaka kwa sababu nyingi ambazo naweza tukazitaja. Sababu ya kwanza ni kwamba nani anakuja kutawala Gaza baada ya Israel kumaliza operesheni yao? Ikiwa hapa takuwa na mtu anayekuja kutawala Gaza, maana yake Israel imetumia eh, takriban miaka miwili kupigana kuiondoa Hamas lakini vile vile ikaondoka itakuwa imeiacha Hamas inaendelea kutawala eneo la Gaza, jambo ambalo bila shaka itakuwa ni kushindwa kubwa kwa nchi ya Israel, kwa sababu mpango wa nchi ya Israel mojawapo ni kuharibu hierarchy ya kiuongozi ya kundi la Hamas ndani ya eneo la Gaza. Lakini vile vile pamekuwa na kauli ambayo zinazungumza kwamba uh, nchi za Kiarabu, nchi kama ya Misri na nchi kama ya uh, United Arab Emirates pamoja na nchi zingine mbili zita govern au zitasimamia utawala katika eneo la Gaza. Jambo ambalo vilevile bado linatupa shaka kwa sababu nyingi. Sababu ya kwanza, nchi kama Misri aa, kwa utaratibu wake wa sera za jeshi za ndani ya Misri hairuhusiwi kutawala eneo la ndani ya Gaza, maana yake kuvuka katika sehemu ya Philadelphia corridor, na hii vile vile ni sehemu ya makubaliano ambayo yalifanyika baina ya aa, Rais Anwar Sadat wa Misri pamoja na mwenzake Menachem Begin waziri mkuu wa nchi ya Israel ma, ma uh, makubaliano ambayo ilisimamiwa na Rais Jimmy Carter wa wa, wa, wa, wa nchi ya Marekani, ni makubaliano ambayo mwisho wa siku walinormalize, yani kuondoa ule uadui baina nchi ya Israel na nchi ya Misri. Lakini mwisho wa siku ni kwamba usimamizi wa eneo la Gaza haukubaki katika uh, utaratibu wa Misri na Misri haina kanuni hiyo ya kusimamia eneo la Gaza. Kwa hiyo ina maana kitendo cha Misri kuopt kwamba itakwenda kusimamia eneo la Gaza, maana yake vivyo ni kwenda kinyume na makubaliano ambayo ilipata kuingia na nchi ya Israel. Jambo bado vivyo natupa shaka kwamba je, linawezekana kwamba Misri wakakubali kuchukua hiyo responsibility. Lakini ukiachilia mbali hapo, nchi za Kiarabu siku zote zimekuwa zikidai kwamba haziwezi kushiriki katika shughuli zote za kiutawala katika eneo la West Bank au katika eneo la Gaza ikiwa hakuna two state solution. Hakuna makubaliano ya kuwepo kwa nchi mbili, maanake nchi ya Palestine na nchi ya Israel, lazima makubaliano yawepo. Na kwa msingi huo ni kwamba jambo hilo bila shaka litakuwa vilevile ni gumu, kwa sababu nchi ya Israel especially kwa chama cha Likud ambacho kinatoa kina, kina, kina, uh, Waziri Netanyahu siku zote moja katika misimamo yao mikubwa, toka zamani, ni kupingana na two state solution kupingana na mpango wa nchi mbili kuwepo kwa Israel na kuwepo kwa Palestine. Kwa hiyo ukiangalia hii plani ya kwamba uh, rais Donald Trump kupush jambo hili ni kwa sababu ya ya kumaliza mgogoro pia wa Gaza, bado inatupa mashaka ya uelekeo wake, ikiwa kuna contradictions kama hizi, lakini vilevile inawezekana vile kutokana na plani ya uh, rais Donald Trump uh, kwamba anakusudia iweze kufanyika normalization iliyokuwa kubwa kwa maslahi ya Israel. Kwa maana kwamba Israel iweze ku normalize na nchi kama Syria ambao actually sio jambo gumu kwa hali ya Syria sasa hivi kwa sababu ime toa kila kitu kwa Israel. Maana yake ime submit kila kitu kwa kwa hizo tofauti na ilivyokuwa kipindi cha Bashar al-Assad. Lakini vilevile nchi ya Saudia ukizingatia kwamba nchi ya Saudia inaonekana kwamba ndiyo nchi ya mwisho inayotafutwa zaidi iweze kuingia katika makubaliano ya amani baina yake na nchi ya Israel, na ukizingatia hata mashambulizi ya Oktoba 7 yalipofanyika, moja katika malengo makuu ya Hamas ilikuwa ni kufanya sabotage, ilikuwa ni kuharibu mpango wa makubaliano ya kunomalize baina yake na nchi ya Saudi Arabia. Maana yake Saudi Arabia ingeenda kunomalize na nchi ya Israel automatically, hata uh, kelele au malalamiko ya watu wa uh, Palestine yasingeweza kuzingatiwa au yasingekuwa na uzito wa kiwango hicho. Kwa hiyo moja katika plani ya ku ile ambacho alifanya katika Oktoba 7 ilikuwa vilevile ni kuharibu mpango ambao ulikuwa umeratibiwa wa kufanya normalization baina ya Saudi Arabia na nchi ya Israel, kwa Saudi Arabia kuahidiwa kwamba itakuwa ina access ya kupata silaha zozote ndani ya nchi ya Marekani kama vile Israel ilivyokuwa na, na access hiyo. Kwa hiyo, automatically tunaona vilevile kwamba, uh, inawezekana ikawa inaashiria pia kwamba kuna mpango huo unakuja, lakini inawezekana kuwa ni mpango wenye utata mwingi kwa kuzingatia kwamba misimamo ya nchi ya Israel jisi ilivyo mm -hmm. dhidi ya Palestine, misimamo ya nchi za kiarabu jisi ilivyo kuhusiana na mgogoro wa Palestine, lakini vilevile baadhi ya makubaliano yaliyoko baina ya nchi kama ya Misri na nchi kama ya Israel kuhusiana na, na nane atasimamia eneo la Gaza. Lakini bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kuangalia, inawezekana ndani ya masaa machache yajayo au siku mbili tatu, tukapata uh, taarifa iliyokuwa bora zaidi ya hii tuliyokuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Ni kuombe tu usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na mda mwema.